Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ameipongeza TBA kwa kutekeleza mradi wa TAMISEMI kwa ufanisi. Mchengerwa ameyasema hayo katika ziara ya Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan alipokuwa anafungua jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Simiyu pamoja na jengo la halmashauri ya mji Bariadi mkoani Simiyu leo Juni 16, 2025. Tunawapongeza TBA kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya katika taifa letu, na huu ni uzalendo mkubwa ambao na sisi tunatamani kuona Watanzania e, wakishiriki kwenye shughuli zao hasa kujenga majengo ambayo hatupasi kuwapa wageni kuyajenga. Kwa hiyo jambo hili linaongeza uzalendo kwa taifa letu linaongeza e, kujiamini kwa Watanzania wenyewe kwa sababu majengo mengi ambayo tumekuwa tukiwapa wageni, hata Watanzania wanaweza kuyafanya. Na katika Watanzania hao mimi niwapongeze TBA kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Tumejionea majengo mengi mazuri wameyajenga, wameyasimamia vizuri, huku wakitambua kwamba majengo hayo yanajengwa Tanzania na wao ni Watanzania. Kwa hiyo tunawasisitiza kuendelea kuongeza uzalendo eh, katika wakati ambapo wa wanatekeleza majukumu yao, lakini tunawaamini kwa sababu wanafanya kazi nzuri.